Na Elisha mwana wa Shafati wa Bemahoru mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakaye okoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua, na atakaye okoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua. Umefika hapo, nataka niseme kwa ufupi sana hivyo. Unajua kazi ya mafuta ya Mungu kweli kwenye maisha yako, it yao itiabidri kufanya bayo ni anointed ni uweza wa kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Ndio ukae mwaka wangu, ndio ukae mwaka huu, ndio ukae mwaka wangu Bwana. Nakutia mafuta ya kufanya mambo ambayo sio ya kawaida, na adui zako wengine wakafe kabisa, kwa jina la